Sawa wewe, yaliyopita katika ka hmm, <gulia> yaani, mi niamke nioshe vyombo nifagie nyumba hadi nakuja kumwagilia hii mimea maji wa huko. Zito mwanangu, najua kwa sasa umekuwa sipaswi kukuingilia ama kukufuatilia kwa mambo yako lakini nataka ujue ya kwamba dunia sasa hivi inaharibika, kama baba anafanana kuwa na ulevi ama ujambazi. Zito mwanangu, najua kwa sasa umekuwa, sipaswi kukuingilia ama kukufuatilia kwa mambo yako, lakini nataka ujua ya kwamba dunia sasa hivi vijana wengi wanajihusisha na mihadarati, pombe, mabangi. Ukiangalia wasichana wadogo wanatiwa mimba, ni kwa sababu ya hizi mambo za kutotii wazazi wao. kwa sababu katika maswala yote, mimi mbona sihusiki hapa? sijasema unahusika mwanangu, lakini mimi nakushauri tu kama mzazi wako, kwa sababu sitasikia raha ama ona ukipata shida kwa sababu ya jambo ambalo ilikuwa ni rahisi mimi kukukanya nalo. Sami, baba anafanana kuwa na, na ulevi ama ujambazi. Sijasema wewe ni mlevi wala sijakuona na dalili zozote, lakini mimi nilikuwa na kuomba tu njia hizo zote usizipate. Mimi nimekuelewa. Sawa, kama umeelewa. Naomba maneno yangu uyafanyie kazi. Odi! Ama wewe. Wewe hapo. Mimi malo ni kuja kwenu. Yupo hapa. Eh, mi namwogopa huyo. Mana atana shida dadangu. Marhaba, hujambo? Rukia, okay, hebu kidogo, nataka kuongea na wewe. Vipi? Jana mwenzio hajalala hapa, na nilipomuuliza, amesema kuwa amelala kwenu. Okay, okay. Una hakika na unachokisema? Jee, Ama kwa kabili ni rafiki yako. Una hakika? Haya, sawa dada, mi nilikuwa nitaka kuondoka kazi, siji tu nikucheka na umbea umbea hapa. Ingia ndani, nataka ukoshe vyombo, kisha utoiwe nguo ukafue huko nje.

Shani hip, poa? Uko poa poa sana? Sijui uko mi, niko poa. Akuona ndio umekuja? Ndiyo ninakuja. Sasa vipi, umeniletea nini? Oh, umetaka nini? Hmm, ah, wewe niambie tu, kama chenye nataka umesahau, basi jakuletea kitu.